Ha, mchezo umeisha kwa sababu michezo hii ya uh, hatua hizi inakuwa ni dakika mia na themanini yeah. Kwa hiyo usiseme kwamba kwa nini mmefuzu, si tumefuzu kwa sababu tumeongoza kuwa na magoli mengi zaidi mm, uh, katika mchezo wetu wa mwanzo na huu wa sasa. Ndio. Mashabiki wategemee nini kwa hatua inayofuata? Yeah. Yeah. Mm, tunaendelea na maandalizi kwa maana kwamba hatua hii imevuka, tutakapokwenda kwenye hatua inayofuata tutakuwa na ufuata, maandalizi mengine naamini tutafanya vizuri. Unaamini kutokuwepo kwa mashabiki uwanjani imesaidia kidogo kupunguza energy, na una rai gani kwao kwa sababu bado mechi zaendelea na watamani uwanjani? Au shabiki ni muhimu sana uh, kuwepo katika mchezo uh, kwa sababu wanachangia kwa kiasi kikubwa kuchagiza wachezaji kufanya vizuri na timu kuperform. Lakini tunakumbuka tu kwamba mpira ni mchezo wa burudani. Kwa hiyo kama mnacheza alafu mko peke yenu, pia inaleta mazingira tofauti kidogo itategemea sasa, unajua makocha wanavyoomba, kila mmoja anakuja na utaratibu wake. Uh, mwingine anasema uh, mimi natumia analyst wangu, nataka niwe na assistant coach wangu nataka, lakini na sisi bado tuna tunayo nafasi ya kuendelea kuweka watu ambao wanaweza kutusaidia. Kwa hiyo tutalijua hilo pale ambapo tutakuwa tumeshafikia makubaliano ya mwisho, labda kwa kwa, kwa, kwa, kwa mustakabali ambao Simba inaendelea nao sasa. Uh, baada ya kuondoka hatujawahi kushake Uh, kitu kikubwa ambacho kinaweza kikatokea kwamba kwa kipindi hiki ambacho tulianza msimu uh, na tulikuwa tumeshajiandaa na programu zote ambazo ziliandaliwa na kocha aliyepita, lakini sasa maamuzi ya binadamu mara nyingine huwezi kusimama kati, kati yake na, na maamuzi yake. Kwa hiyo yeye mwenyewe ameamua na ameangalia labda jambo ambalo lina maslahi makubwa zaidi na yeye Uh, huwezi kuzungumzia tu kwamba mtafanya nini ili kuweza kuzuia? Huwezi kumzuia kocha au mchezaji kuondoka. Sisi hatuna utamaduni huo. Utamaduni wetu sisi tunazingatia mikataba inavyosema. Kama kuna mtu ambaye anataka kuvunja mkataba, anazingatia masharti ya kimkataba kikamilika, tunamruhusu. Kwa hiyo na yeye amefuata, ametoa notice kama ilivyotakikana na tumemalizana naye. Na tutaki tena kuzungumzia habari yake. Kwa sasa tunazungumzia kwamba tutapata kocha mwingine soon, tutamtangaza ili kuja kuchukua muongozi wa benchi la ufundi.